Bwana asifiwe. Uh, katika sehemu hii nataka tujifunze ngazi nne za wafuasi wa Yesu <coughs> unaweza kusema ni ngazi nne za ya, nafikiri kwa usahihi zaidi, ni ngazi nne za wafuasi wa Yesu. Ni mtazamo wangu inaweza ikawa sio lazima kwamba wafuasi wa Yesu wapo katika hizo ngazi nne, lakini ni mtazamo wangu kwa jinsi nilivyoona na uzoefu wangu e, ingawa hizo ngazi nitazisema kupitia e, kusoma Biblia nilivyoona, unaweza usiziunganisha sana, lakini nimeona nimefaidika sana kujua kwamba kuna ngazi nne, kuna makundi manne ya wafuasi wa Yesu kuna makundi manne ya wafuasi wa Yesu na nitataka ni, ni kupitishe katika hayo makundi manne ya wafuasi wa Yesu katika sehemu hii tutakapokuwa tukiendelea, na tutasoma kutoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na nne mstari wa sita kupata hayo makundi manne. Unaweza <laughs> usiyapate kirahisi, lakini mimi niliyapata hapo. Anasema, ila sasa ndugu nikija kwenu na kunena kwa lugha nitawafaidia nini, isipokuwa nasema nani, kwa njia ya ufunuo, kundi la kwanza ufunuo, au kwa njia ya elimu, kundi la pili elimu, au kwa njia ya hotuba, kundi la tatu hotuba, au kwa njia ya fundisho, kundi la nne fundisho. Sasa ngoja nikuwekee vizuri. Ukisoma katika Biblia ya, ya King James Version imeelezea kidogo tofauti lakini pia na mimi nimeboresha kidogo katika kujifunza kwangu, nikaona haya makundi ni yagawanye katika namna nne. Kuna kundi la watu ambao wenyewe wanapokea ufunuo. Kuna kundi la watu ambao wenyewe wanapokea maarifa knowledge, sio elimu, ni knowledge yani, wao, katika... <laughs> katika maisha yao ya Ukristo wanataka knowledge, knowledge, knowledge, knowledge. Kundi la tatu wao wanataka unabii aka unabii yani, wakija kanisani wasipopewa unabii wanakwazika. Bwana anasemaje kuhusu mimi leo? Bwana anasemaje kuhusu maisha yangu? Niambie. Hilo ni kundi la tatu, kwa wakienda kwenye kusanyiko wanachokitafuta ni unabii. Na <coughs> wapo manabii wa kutosha ambao wao kazi yao ni kuwaelekeza. Sasa wanasubiri wale watu, kwa kukosa kwa maarifa tu wanakuja, wanakuwa. Unapokwenda kanisani, kuna mmoja alienda kanisa moja la nabii, amefika tu getini pale mlangoni, wakamuuliza uliza maswali, wanachukua taarifa zake tu, wanachukua taarifa zake. Zile taarifa wakisha zichukua, wanamtumia nabii meseji tu si natosha kuna mtu na zistadi nabii na stadi zile stadi akiwa anaingia kwenye ibada Bwana ameniambia kuna mtu hapa anaitwa fulani anaweza kumtaja mpaka jina ana umri fulani ni wa namna fulani anatokea eneo fulani, Mungu anataka kukutana na yeye leo, kutumia tu zile taarifa alizozipata pale kwa, kwa walinzi wa geti kwa watu. Manabii wamejiposition kuweza kuwafikia, kufikia mahitaji ya watu ambao wao wanataka unabii, wanatafuta unabii. Kwa nini hii ni maarufu sana? Ni kwa sababu that information people will seek for hmm. Ni information supernatural. Watu wanatafuta sana ufalme wa Mungu wanatafuta sana mambo ya rohoni, ndio shida kubwa ya watu. Kwa nini? Kwa sababu that's where they belong, watu wa, wa, wanabelong rohoni, that's their home, they are always seeking for kosa ile home yaani, kwa kukosa the right guidance of their nature, kwa kukosa maelekezo sahihi ya asili yao, basi ndio wanahangaika. Wengine wanakuwa walevi, walevi wa kupitiliza, wengine wanakuwa namna zozote za makundi ya watu. Ni kwa sababu kuna kitu kimoja wamekikosa, they miss home wanakumbuka wana nyumbani, lakini hawa wanadhani kwa kupitia pombe, kwa kupitia sigara, kwa kupitia kilevi fulani, kwa kupitia tunaweza kufika, kwa kupitia utajiri, nikiwa na fahari kubwa, ndio nitakuwa nimefika home. Ndivyo watu wanavyofikiria. Kwa hiyo unabii sasa, nikisemea unabii, unabii ni una mvuto mkubwa kwa sababu unaweza, kwa manabii wengine ambao wana roho za utambuzi, wanatambua mambo yako yaliyopita, ya sasa na yajayo, wakikuambia tu mvurugu, wana haribu kabisa akili yako. Ni kundi la wafuasi wa Yesu, wanakwenda kwa nabii Chemo au kwa mtume na nabii Chemo kundi mojawapo. Sasa labda niyapange vizuri sasa. Kundi la mwisho au la kwanza kabisa, ambalo watu wote nawezekana sio watu wote, lakini watu wengi sana huanza nalo, ni kundi la anasema, amesema ni doctrine, kundi la fundisho, ni kundi la sheria sheria ni kundi la watoto wadogo, yani ile sheria kwa ajili ya watoto wadogo. Ukiwa na mtoto mdogo aka ili uweze, ili aweze kukuelewa <laughs> yani, anacheza huko, anaharibu hiki, anavunja kile, anavunja kile, hawezi kukuelewa. Mzazi utumia vitisho kwa mtoto mdogo, nitakupiga. Siku hizi ndio hivyo, nitakupiga, mara chache sana, nitakupiga E, ikitumia ilo neno kuna mtu anajua kabisa kama eh mzee atanipiga. Wengine wanatumia kabisa fimbo, anachapa viboko. Unakifanya hivi utachapa na fimbo ipo pale ndefu kubwa. Mtoto anaiona ile fimbo. Nimeenda shuleni kwa watoto kwa Melkizedek. Nikakuta mwalimu akibeba fimbo. Wale watoto wanacheza, wanacheza. Wakimuona mwalimu ana ile fimbo hivi. Ah! Kanaingia huko Wanajificha, wanatulia kabisa. Kwa nini? Lugha yao hiyo ni ya fimbo, ni ya sheria. Usipotii sheria, wa, wa, wa, unachapa viboko. Hilo ndio kundi la kwanza, la watu wengi, ni kundi la watoto wadogo katika Kristo. Kwa watu wote, au watu wengi huanzia hapo, wengi sana huanzia hapo. Unaanza kwa kujifunza sheria kufundishwa shehe, usipofanya hivi, usipofanya hivi. Sasa wengine wanabakiaga kwenye ile kundi. Nimeshaeleza sana huko mambo ya watoto wadogo, nafikiri nisielezee sana, lakini wafuasi wa Yesu wapo wa makundi hayo. Kuna wengi sana, wengi sana, sababu kwenye ile kundi la sheria, vigezo, masharti, vitisho, hofu, wenyewe hawana ukaribu na wewe tuambie sisi vitu vya kufanya kutoka kwa Mungu. Kundi la kwanza. Kundi la nimeelezea kidogo la unabii kwa sitaelezea tena. Kundi la pili, ah, ndio ilikuwa la unabii sasa hilo. Kwa hiyo sitaelezea hilo. Nitaelezea la tatu ambalo sikuelezea kabisa. Ni kundi hatari kweli kweli na ni tisha sana. Kundi la watu wenye knowledge kwenye Biblia yetu hii. Mtume Paulo kwenye wa Warumi wa nn no, no, wa Korintho wa kwanza sura ya kumi na, sura ya kwanza, sura ya kumi na sita anasema Wayahudi wa wanatafuta wanatafuta nini? anasema okay, wa, wa, wa, wa, Wayunani wanatafuta hekima, wanatafuta knowledge, actually ni knowledge tu, unajua hiki unajua kile unajua hiki kikoje hiki Knowledge. Halafu Wayahudi wa, wa, wa, wa, wa, wa amesema hiyo, anatafuta kitu gani? Siwezi kwenda kuenda huko, nitapoteza muda mwingi, naweza kwenda wenyewe kusoma pale kwa kundi la watu wanaotaka knowledge n yani knowledge humo humo kwenye Biblia ni knowledge tu ambayo iko hapa kichwani, anasoma PhD ya Biblia yeye ni, anachotaka ni knowledge. Akikukutana na Chemo anakwambia, mimi nimesoma sana bibilia, nina PhD ya theology, mimi ni mtheolojia bwana. Sawa, mtheolojia ni kitu kizuri, lakini haitakiwi uishie kuwa mtheolojia, haitakiwi kuwa tuna knowledge tu, kwa sababu knowledge is for the head and the bible the whole of it, Bibilia yote sio kwa ajili ya ujuzi tu, sio kwa ajili ya ujuzi tu, tu. Bibilia ni kwa ajili ya moyo, yote kabisa imeandikwa kwa ajili ya moyo, ni kwa ajili ya ufunuo, kwa ajili ya kukufunulia mambo yanayokuhusu, mambo yako ya ukweli kabisa yanayokuhusu, yanayokuhusu pakeji kutoka mbinguni ndio tunaingia kwenye lile kundi la ufunuu, sa watu ambao wao wanafunuliwa, hawatumii milango mitano ya fahamu, hawang'ang'ania hapo. Watatumia, watasoma neno, watasikiliza neno, lakini wakishasoma na kusikiliza wana transition, nisemeje, wana transcend, wanatoka wana wana katika levo ya akili za kibinadamu, wanakwenda sasa kwenye levo ya Mungu na kusema naye kwamba baba nimesoma hiki kipapa, hebu hebu nieleweshe, kina maana gani? Kinahusu nini? Hao watu wa ufunuo wanafunuliwa neno la Mungu, sio mafunuo, sio ndoto njozi na maono, ah -ah. sio wanafunuliwa habari za mtu fulani hivi ana mambo mambo a ah -ah. wanafunuliwa neno la Mungu. Bwana Yesu alisema katika Mathayo sura ya kumi na moja hiyo nitaisema, hiyo nitaisema, nimeona nikusomee. Ni, ni, ni parefu kidogo Mathayo wa kumi na moja kuanzia mstari wa ishirini na tano. Anasema, wakati ule Yesu akajibu akasema na kushukuru Baba maana Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wadogo Inaendelea. Mbona aliwaficha wenye hekima? Kwa hiyo hekima, ili knowledge, haitoshi. Ni lazima upate ufunuo. Kuna mahali pengine pia inasema kwamba Bwana Yesu ngoja, ngoja nihamie kwenye sehemu inayofuata, kwa sababu hapa naona kama nitakuwa na muda mwingi sana. i video isiendefu sana.